Tayari imetimia saa 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Redio Kwizera FM. Msomaji ni Albert Ndukavano na kwanza ni mtaasiri wake. Wagombea ubunge wa majimbo ya uchaguzi kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa Kagera wamemwomba mgombea urais wa Tanzania kupitia chama hicho, Dkt Samia Suluhu Hasani, kutatua changamoto zinazokabiri majimbo yao. Masaa machache baada ya kutangazwa kifo cha aliyekuwa waziri mkuu wa zamani wa Kenya Raila Omor Odinga, makundi ya wananchi nchini humo yamekusanyika wakiomboleza kifo cha kiongozi huyo mstaafu. Na Marekani imewataka wadau nchini Madagaskar kutafuta suluhisho la amani linaloheshimu katiba baadara ya kikosi baada ya kikosi maalum cha jeshi Kapsat kutwaa madaraka nchini humo, habari kamili. Karagwe. Wagombea ubunge wa majimbo ya uchaguzi kwa tiketi ya CCM mkoa wa Kagera wamemwomba mgombea urais wa Tanzania kupitia chama hicho Dkt. Samia Suluhu Hassan kutatua changamoto zinazokabili majimbo yao. Changamoto hizo wameziwasilisha leo katika mkutano wa kampeni za mgombea urais Dkt. Samia Suluhu Hassan katika uwanja wa mpira Bashungwa Kayanga wilani Karagwe. Miongoni mwa changamoto walizoziwasilisha ni miundombinu ya barabara kwa wilaya ya Kyerwa na baadhi ya maeneo kwa wilaya Ngara, changamoto ya maji kwa majimbo ya Karagwe, Ngara na Kerwa. Mgombea urais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameahidi kutatua changamoto zilizotajwa endapo atapewa ridhaa kuongoza nchi na kupeleka maendeleo kwa wananchi. Dar es Salaam, mawakili wanaosimamia shauri la madai ya kutekwa kwa aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole wameiomba Mahakama Kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam iridhia kupokea ushahidi wa mdomo wa Kristina Polepole. Maombi hayo yameletwa leo Oktoba 15 na Peter Kibatara, kiongozi wa jopo la mawakili wa Polepole pole wakati shauri lilipoitwa kwa ajili ya kusikilizwa. Shauri hilo la maombi namba 2451 na la mwaka 2025 linasikilizwa na jaji mfawidhi wa mahakama hiyo Salma Magimbi, lilifunguliwa na wakili Peter Kibatara kwa nia kwa niaba ya Polepole Oktoba 7 mwaka huu chini ya hati ya dharura dhidi ya mkuu wa jeshi la polisi IGP na wenzake wajibu maombi wengine, kwa mfuatano ni mkurugenzi wa mashtaka DPP nchini mwanasheria mkuu wa serikali AG mkuu wa upelelezi wa kanda maalume Dar es Salaam ZCO na kamanda wa polisi kanda maalume Dar es Salaam ZPC. Baada ya shauri kutajwa, Kibatara kwa kushirikiana na mawakili Faraji Mangura na Glory Oromi wameeleza mahakama kuwa leo asubuhi wamepata taarifa kutoka kwa Christina dada wa Polepole, ambazo ni muhimu mahakama kuzifanyia kazi. Chato, Chama cha Mapinduzi mkoa wa Geita kimesema kuwa kitaendelea kusimamia serikali katika utoaji wa huduma bora za afya kwa wananchi na kudumisha amani ili kuchochea maendeleo nchini. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoani humo Nicholas Kasandamila amesema kauli hiyo, ametoa kauli hiyo wakati akiwanadi wagombea wa, wa ubunge wa majimbo ya Chato kusini na kaskazini wilayani Chato mkoani Geita. Amesema ili mwananchi aweze kufanya shughuli za maendeleo ni lazima wawe na afya bora na amani, jambo ambalo amesema kuwa mpaka sasa serikali inayosimamiwa na chama hicho imeendelea kulisimamia kwa ufanisi tumetoka kwenye matibabu ya kutumia mizizi ya mababu zetu. Sasa mama anakwenda hospitali, anajifungua, anapata homa, anapata matibabu sahihi, baba hivyo hivyo, tunakuwa watoto, vijana, watu wazima na wazee, kwa sababu uhakika wa afya zetu upo. Hayo ni maendeleo, yanaletwa na nani? Chama cha Mapinduzi. Mgombea ubunge wa sisi ya majimbo ya Chato kusini na kaskazini, Pascal Tandula na Colonel Magembe wamesema ikiwa watapewa ridhaa ya kuwatumikia wananchi watasimamia upatikanaji wa madawa na vifaa tiba kwa zahanati na vituo vya afya wilayani humo. Dar es Salaam, ubalozi wa Norway na makumbusho ya taifa la Tanzania leo umekabidhi rasmi mchoro wa kihistoria uliotengenezwa na marehemu Dorini Mandawa kuwa sehemu ya kudumu ya makusanyo ya makumbusho hayo. Kazi hiyo ya sanaa Shapville imekumbusha tukio la mauaji ya kikatili yaliyotokea Afrika Kusini tarehe 21 Machi mwaka 1960 ambapo wandamanaji waliokuwa wakipinga sheria za kibaguzi waliuawa kwa kupigwa risasi. Barozi wa Norway nchini Tanzania, Bi Tone Tini, amesema mchoro huo unaamilikiwa na Tanzania sasa, ulikuwa Norway kwa muda mrefu na umerudishwa Tanzania na kukabidhi kwa makumbusho ya taifa Tanzania. Dorini Mandawa alizaliwa nchini Scotland mwaka 1929 na na alisoma katika chuo sana cha sanaa cha Sunderland kabla ya kuhamia Tanzania mwaka 1964 ambako na aliishi na kufanya kazi kwa zaidi ya nusu karne. Kaimu mkurugenzi mkuu makumbusho ya taifa ariti, ari, adirite Salema, Salema. ametaja mchoro huo kuwa kama mchoro wa thamani akieleza kuwa ni wenye thamani ikitumika sana akitumika sana kuonyesha namna ukombozi wa Afrika umefanyika. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Bujumbura, shirika linalopinga rushwa na ufisadi nchini Burundi Olmcom, limekosoa hali ya wananchi kufuatilia nyaraka na hati za kusafiria kwa zaidi ya miezi minne, hali inayotajwa kusababishwa na mgawanyo mpya wa wilaya na mikoa Mkuu wa shirika hilo nchini humo Bwana Gabriel Rufyiri amesema changamoto hiyo inatokana na ukosefu wa maandalizi ya kutosha na utafiti wa kina kabla ya utekelezaji wa mpango huo wa serikali. Ameeleza kuwa hatua hiyo imeleta mkanganyiko katika utendaji wa serikali na kusababisha wananchi wengi kukosa huduma muhimu ikiwemo upatikanaji wa nyaraka za kusafiria kwa wakati. Bwana Rufyiri amependekeza kuundwa kwa tume maalum ya wataalamu kutoka nje ya nchi kusaidia serikali kupanga na kutekeleza mipango yake kwa njia bora yenye kuzingatia usawa katika maswala ya utawala ndavivuse izimindu kama vii nwaro niwakumbushe kuwa mabadiliko ya kiutawala yalianza na huu mhula wa baraza jipya la Bunge, ilikuwa mwezi wa tano, yaani ni takriban ya miezi mitano mabadiliko ya kiutawala yakianza kutekelezwa. Kwa sasa kuna wafanya kazi ambao hawana mahali maalum pa kufanyia kazi. Inadhihirika wazi kuwa methodolojia inayotumiwa katika utekelezaji wa miradi hiyo sio sahihi, maana ni vitu vinavyodhihirika kupitia matunda yake. Nairobi. Masaa machache baada ya kutangazwa kifo cha aliyekuwa waziri mkuu wa zamani wa Kenya, Raila Amolo Odinga, makundi ya wananchi nchini humo yamekusanyika wakiomboleza kifo cha kiongozi huyo mstaafu. Rais wa Kenya, Dr. William Samoei Ruto, ametangaza siku saba za maombolezo kwa kiongozi huyo, ambapo pia viongozi mbalimbali mbali duniani akiwemo rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan wametuma salamu za pole. Baadhi ya wananchi hao wamemtaja kiongozi huyo kama kiongozi aliyekuwa na msimamo wa kuongoza katika kutafuta mabadiliko ya nchi hiyo, ambapo enzi za uhai wake aliwahi kuwa waziri mkuu na mgombea urais mara kadhaa na kuongoza upinzani ni mtu ambaye alikuwa si muoga, akitaka kwenda mbele hata kama ni mzee. Vile alikuwa mzee hivi, anaenda mbele, na ni mtu alikuwa anafanya, si eti anaongea urongo. Ni mtu alikuwa anafika huko, kwa hivyo anashinda hata huyu wako kwa kiti. Ni mtu alikuwa akienda mahali na hamefika, na yuko hapo. Mengi na Raila metufanyia Kenya hii, hata tuwezi sema tukamaliza. Na hata bado tulikuwa na tege, tulikuwa na tegemeo tena Raila, bado tuko naye 2027, hata tulijua bado sisi watu wa ODM tutakuwa maeneo gani tena 2027. Seven. Sasa hivi ametuacha hata sina la kusema. Raila Amolo Odinga, waziri mkuu wa zamani wa Kenya, amefariki leo wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya Devamatha nchini India baada ya kupata mshtuko wa moyo. New York. Marekani imewataka wadau nchini Madagascar kutafuta suluhisho la amani linaloheshimu katiba baada ya kikosi maalum cha jeshi kutoa madaraka nchini humo. Kikosi hicho kilitangaza kimedhibiti nchi hiyo ya kisiwa cha bahari ya Hindi baada ya wabunge kupiga kura kumwondoa madarakani rais Andry Rajoelina. Hatua hiyo inakuja kufuatia wiki kadhaa za maandamano ya kupinga serikali ya Madagaskar yaliyochochewa na ghadhabu za wananchi kuhusiana na uhaba wa umeme na maji. Kulingana na sheria ya Marekani, serikali ya Washington inatakiwa ikatishe misaada kwa nchi iliyoshuhudia mapinduzi ya kijeshi. Ingawa tayari utawala wa rais Donald Trump ulisitisha misaada ya Marekani kote ulimwenguni. Marekani ilia iliipa Madagaskar msaada kiasi cha dola milioni 32 kwa mwaka wa fedha uliokamilika mwezi uliopita kiwango kikubwa kikitengwa sekta ya afya. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Wagombea ubunge wa majimbo ya uchaguzi kwa tiketi ya CCM mkoa wa Kagera wamemwomba mgombea wa urais wa Tanzania kupitia CCM Dr. Samia Suluhu Hassan kutatua changamoto zinazokabili majimbo yao. msaa Masaa machache baada ya kutangazwa kifo cha aliyewahi kuwa waziri mkuu wa zamani wa Kenya Raila Amolo Odinga, makundi ya wananchi nchini humo yamekusanyika wakiomboleza kifo cha kiongozi huyo mstaafu.